Kwa nini Wachina walikataa dini ya Kikristo wala Kiislamu? kwa sababu nini? dini za kikoloni na mila zake, mzee msikia? sisi kwa nini ambazo zina msada kila moja na mila zao dini, tamaduni, nimekwambia kwanza, ndio mm -hmm. maana ili uwe uwe mkristo lazima uva uongee uongee kizunguzungu, msikia? uongee kama mzungu, habari gani, mambo yako, ujambo Yaani unaongea kama unateleza mm. lakini una mambo yako, unamtegea mtu nasikia mm. na hata hawa walipokuja wanakuwa wema sana, lakini baadaye kinachotokea mm. ndivyo ndivyo alivyokuja John Hawkins mm. alisema anakuja kutangaza dini ye, alitumwa na Malkia Victoria huyu ni mwingereza mm. unajua meli alokuja nani anaitwaje wetu Jesus John Hawkins hmm. Ndio mtu wa kwanza mwaka elfu moja na mia tano aliingia katika, katika pwani ya Afrika au walipokuja, ndo wakaanza kuuza watu, wakaanza kwanza, analeta konflikti kati ya wewe unaongoza kijiji cha kwanza na mimi naongoza kijiji cha pili hmm. Tukija kugombana, anakuja kutuchukua anatutia kuna, uh, mi nawe tunapigana hmm. Mimi nikikushinda wewe na kupeleka kwa General Hawkins. Yoni Hawkins anasema tu kama ana kazi ya kufanyia. Yeah. Mm. Na kumbe anakwenda kupakia kwenye meli. Mwishowe biashara hii kaendelea kote. Na wa watu wote walikuwa wanafanya utumwa ni watu waliokataa kuingia kwenye dini. Kama ulikataa kuingia upesta. Yeah. Wakati sisi tushachukua eneo lako. Kinini cheni tushakichukua. Una machango mazito. Uondoke au Uondoke au ufe. Mm. Ndio ilivyokuwa dini ya Kisamasa.